Na leo hii msimamo wa chama chetu, kuna nini tena? Ni kuto kuitambua ni <laughs> na... kuto kutambua Kuk... uchaguzi wa tarehe 29 9 uliomuweka madarakani Mama Samia na wabunge na serikali yake kwa ujumla, bas mekwisha. <laughs> Huu ndio msimamo wetu, na msimamo huu tutawaomba wananchi waweze kutuunga mkono, na ikitafika mahali uh tutaweza sasa kuyaratibu vizuri maandamano ya wananchi na wananchi waweze e, kuandamana ili kudai e, katiba mpya, kudai tume huru na sheria za uchaguzi, ambao uchaguzi ndio umekuwa chanzo kikubwa cha kuangamiza wananchi wetu. Ulikuwa wapi? Mbona umechelewa? Mbona umechelewa?